Viongozi wao walisimama mbele ya nyumba ya familia hii, familia hii, kisha akaanza kunena maneno ya laana: nyumba hii ilaaniwe, mlio ndani mtaona ghadhabu ya giza, hazina yenu itayeyuka kama moshi wa jehanamu. Ipo familia moja ya kitajiri sana iliyokuwa ikiishi Dar es Salaam, Masaki. Familia hii ilikuwa na kila kitu cha gelama, nyumba ya kifahari magali ya, magali ya hali na mavazi ya kifalme, lakini walikuwa na tabia moja mbaya sana mbaya. Walikuwa wanapika vyakula vingi kupita kiasi, kiasi. Tena bila kupima idadi ya watu ya na hawakuwa waliaji sana familia hii, familia hii. Fahali yao ilikuwa, yao ilikuwa ni kuona tu vyakula vingi vikiwa kwenye meza yao, yao. Wakivitazama huku wakipiga stori na kucheka. Kila siku alikuwa kimwaga vyakula vingi jalalani, vyakula ambavyo havijaliwa na kuguswa kabisa. Minofu ya kuku, mapande ya nyama, vyakula vilikuwa jalalani lakini vilivutia mno maskini kama mimi. Kama ningelijua jalala hilo, basi ningelijenga kibanda changu pembeni Faidi minofu ya, minofu ya samaki na mapande ya nyama ya pamoja ya na mapaja ya kuku, kuku. Bila shaka familia hii lilewa na utajiri, walisahau kwamba huko mtaani kuna watoto wanalala njaa usiku huu kama ule usiku wa jana na juzi, familia hii kama kawaida yao walipika vyakula vingi ambavyo walishindwa kuvimaliza na vingi vilibaki mezani. Mama wa nyumba hii waitwaye Lucy alitoa maagizo, pelekeni chakula hiki jalalani wakale paka. lakini usiku huo paka hawakuja, badala yake walikuja majini wenye macho mekundu kama mkaa. Walikula chakula kwa fujo mpaka wakashiba sana, na baada ya viumbe hawa kushiba kama unavyojua hila zao hawana jema, viumbe hawa kula wamekula, kushiba wameshiba, lakini bado akataka kufanya mabaya juu ya familia hii. Kiongozi wao alisimama wa mbele ya nyumba wa familia hii, kisha akaanza kunena maneno ya laana, nyumba hii ilaaniwe, mlio ndani mtaona ghadhabu ya giza hazina yenu itayeyuka kama moshi wa jehanamu. Tangu siku hiyo viumbe hao walipotoa laana kwenye familia hiyo, mabalaa yakaanza. Mume wa mama Losi alifukuzwa kazi kazini, tena bila kujulikana alikosa nini. Siku moja ghafla, bila kujua chanzo cha moto ni nini, jumba lao la kifahari liliwaka moto na kuungua na kubaki jivu la mkaa. Watoto wa familia hii waliokuwa na afya njema zamani walianza kuumwa bila sababu. Madaktari walipoulizwa, alijibu kwamba hadi sasa hatujaona ugonjwa wowote kwenye vipimo, hatuelewi ni nini kinawasumbua watoto wenu. Familia hii ilipoteza pesa zao zote zilizokuwa benki kwa ajili ya kutibu maradhi ya wa watoto hao tena maradhi ambayo hayakujulikana jina wale wapi alipo kwenye miili ya watoto hao. Haikuwa imepita miaka wala karne, ulikuwa umepita mwezi mmoja tu, familia hii ilikuwa imeshapoteza kila kitu na walikuwa maskini wa kutupwa. Sasa walikumbuka vile vyakula vitamu walivyokuwa wanavichezea na, na kuvimwaga jalalani. Walitamani kuviona tena, lakini maisha hayo sasa yalibaki kuwa historia. Mama Lucy na familia yake hawakuwa watu wa Mungu. Hawakupenda kwenda kanisani kusali, lakini baada ya maisha kuwapiga sasa walilijua kanisa na Yesu alimjua vizuri sana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, utusikie ee Bwana, utuhurumie. Siku moja mama huyu alisimama madhabuni na kusema huku machozi yakimtililika. Yani mimi hata sielewi nini kimetupata, kwa muda mfupi tumejikuta tumekuwa maskini mama Lose, wa kutupwa kutupwa. Mama Lusi alipomaliza, mchungaji wa kanisa hilo alimtazama mama Lusi kwa macho ya rohoni, kisha akasema, chakula mlichomwaga usiku kwenye jalala lenu kuna viumbe wa ajabu walikula, na viumbe hao baada ya kula na kushiba walitoa laana juu ya maisha yenu, na kama msingemjua Mungu basi laana hiyo ingekuwepo leo, kesho, na hata milele. E hey, Mungu mwenye nguvu, tunaomba ukamwinue mama huyu kutoka kwenye majonzi nyera, majonzi na mateso. Habari, mimi naitwa mama Lucy. Huu ndo mwisho wa hadithi hii tafadhali subscribe na like video hii. Habari, mimi ni Baba Lusi. Tafadhali like subscribe, na utuambie kwenye comment umejifunza nini kuhusu hadithi hii.